Gus kidogo na hatua ya Bata. Wanyama wa msitu walijenga jukwaa la mbao karibu na ziwa. Walipanga onyesho kubwa ili kila mtu afurahie. Gus kidogo na Bata mdogo walijiunga na kikundi cha uimbaji. Kiten na Papi walisaidia kwa taa na ngoma. Hewa ilikuwa imejaa mziki na vicheko. Wakati wa mazoezi, Bata aliimba kwa sauti safi na tamu. Kila mtu alisimama kusikiliza na kupiga makofi kwa nguvu. Mwalimu alitabasamu. Kazi nzuri sana Bata. Gusi alitabasamu pia lakini, kifua chake kilihisi kubana. Alinong na alama ya reli thelathini na tisa ona, na quote na tamani ningeimba hivyo na quote. Baada ya darasa, Gusi aliketi chini ya mti wa wilo. Kitten alimletea matunda ili kumfurahisha. Na quote, bata ni mzuri sana. Na quote, Goose alipumua kwa huzuni. Papya alisema kwa upole, na quote, wewe ni mzuri pia tofauti tu. Na quote. Lakini Goose alipiga tu nyasi na kutazama chini. Asubuhi iliyofuata Bata alikuja mbio kwa furaha. Tufanye mazoezi pamoja, alisema kwa upole. Goose alisita, lakini akaitikia polepole. Waliimba kando ya ziwa, sauti zilisikika kwa upole. Wimbo wa Goose ulikuwa wa chini na mpole kama mawimbi. Kitten alipiga makofi na kot. Inaonekana kuwa nzuri na kot. Bata alitabasamu na kot. Sauti yako ni shwari na ya joto. Na kot. Goose akapepesa macho kwa mshangao. Hakuwahi kufikiria wimbo wake laini unaweza kuwa maalum. Kwa mara ya kwanza alihisi mwepesi ndani. Walifanya mazoezi kila siku kando ya ziwa. Ndege wamekaa kwenye matawi wakisikiliza kwa utulivu. Mbwa alicheza ngoma kwa upole ili kuendana na sauti yake. Kujiamini kwa Goose kulikuwa kwa kila noti. Siku ya onesho hatimaye ilikuwa karibu. Medo ilikuwa angavu na maua na bendera. Wanyama wote walikusanyika karibu na hatua ya mbao. Bata alionekana mwenye wasiwasi kidogo wakati huu. Goose alishikilia bawa lake na kusema, na quote, tutafanya hivi pamoja, na quote. Bata alitabasamu, akihisi utulivu tena. Muziki ulipoanza, Bata aliimba wimbo huo. Goose alijiunga na maelewano yake ya upole. Kitten na Papi walishika mdundo kwa furaha. Sauti ya urafiki ilijaza hewa ya msitu. Kila mtu alipiga makofi na kushangilia kwa furaha. Baada ya wimbo huo, Goose na Bata waliinama pamoja. Goose alitabasamu sana, moyo wake umejaa kiburi. Hakuwa na wivu tena, alifurahi tu. Bata alimkumbatia na kumnong'ona na alama ya reli thelathini na tisa. Oneza na quote, umeifanya kuwa kamili na quote. Jukwaa liling'aa na alama ya reli thelathini na tisa. A, chini ya mwanga wa jua wa dhahabu. Usiku huo, waliketi kando ya ziwa tulivu. Mwangaza wa mbalamwezi ulicheza juu ya maji yanayotiririka. Gus alisema kwa upole na quote. Ninajivunia sisi sote na quote. Bata alitikisa kichwa. Marafiki waangaze zaidi pamoja. Nao wakacheka kama nyota zikiwanyemelea.